Kwenye maisha haya tuliyonayo kuna watu ambao hawategemewi kwa chochote kile chema, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ofisi, kwenye taasisi, kuna watu hawatazamiwi kwa chochote chema. Ukisoma kwenye familia ya mzee mzee Yese, kuna mtoto huyo anaitwa Daudi, hakutegemewa kwa chochote na baba hata Samuel alipokuja kupaka mafuta mtu ambaye amechaguliwa na Mungu, huyu Yese alim, alimtazamia Eliabu lakini siyo Daudi. Ndio ma, ndivyo maisha yalivyo kwenye kila familia kwenye kila taasisi kwenye kila ofisi kwenye kila jamii kuna mtu au kuna watu ambao hawategemewagi kwa jambo lolote jema, na hata yakitokea mema, kuna mtu ategemewi. Kuna watu kama kina Eliabu ndio ambao wanategemewa, ndio ambao ikitokea fursa wanategemewa, kwa sababu ya nafasi walizonazo, akili walizonazo, exposure walizonazo, neema walizonazo, ndio wanaotegemewa. Lakini nataka unisikilize, mtu wa Mungu, Mungu huwa anafanyaga vitu vya washangaza watu ili apate kujulikana ya kwamba yeye ni Mungu. Maandiko yanasema huwa anachagua mapumbavu ya dunia, anayainua na kuyapa neema, ana anawatoa wanyonge mavumbini na kuwapa neema na kuwaketisha pamoja na wakuu. Na ndiyo maana hauhitaji kukata tamaa, hata kama familia yako haikutegemei kwa chochote, jamii yako haikutegemei kwa chochote, as long as una Mungu ndani yako. Mungu huwa hachagui wanaotegemewa, anachagua wale ambao hawategemewi kwa jambo lolote lile, kama kina Daudi, wale waliosahaulika, ndio Mungu anawachagua na kuwapa neema, anawatoa mavumbini, alafu anawaketisha pamoja na wakuu. Naongea na mtu ambaye umesahaulika kwenye kila jambo, naongea na mtu ambaye mpaka wewe mwenyewe umejizalau, unajiona hufai. Leo ninakuombea, yule Mungu anayechagua mapumbavu ya dunia, yule Mungu anayechagua waliosahaulika, yule Mungu anayeinua wanyonge kutoka mavumbini, akuone na wewe, akuinue na kukutoa mavumbini, akuketishe pamoja na wakuu, kwa jina la Yesu, ili ipate kujulikana ya kwamba yeye ni Mungu na mawazo yake na njia zake hazichunguziki na mimi ninasikia moyoni ya kwamba kabla mwaka huu haujaisha, utapigiwa simu wewe uliyezalauliwa, ya kwamba hongera, umepita kwenye ile interview. Ninaona utatumiwa meseji ya kupongezwa ya kwamba kwa kweli una Mungu, hongera sana. Mungu anaenda kukupa neema na wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth.